Nitumie nafasi hii kuwapongeza sana Coop Bank, kwa namna mnavyojielekeza kujijenga kwenye matumizi ya teknolojia za kisasa katika utoaji wa huduma. Ni muda mfupi sana toka mmezinduliwa, kwa muda mfupi mlikuwa mna uwezo wa kusema bado tunaweka nguvu ya kupanua mitaji mitaji wa benki, lakini ninyi mmeenda mbali zaidi. Rekodi zinaonyesha kwa hizi kota mbili tatu zilizopita mmefanya vizuri sana, na sasa mnaendelea kufanya vizuri kwa kujielekeza kwenye huduma za kidigitali tena ambazo ndani yake zinabeba komponenti ya kuwa na mwelekeo wa matumizi ya akili bandia au AI. Ongereni sana. Kikubwa tu na wito wangu, teknolojia ni pana na iko wazi sana, na kwa hiyo inahitaji ulinzi wa makini na wakina kwa sababu ni mifumo ambayo inatumia teknolojia ya kisasa kwenye kuiendesha kui. Hiyo ni lazima tuhakikishe kila hatua tunaifanyia majaribio ya kutosha ya kujiridhisha na utendaji wake, ili tusitoe mwanya wa wajanja kuiingilia na kutuletea hasara au kuutikisa ukwasi uliojengwa nguvu ya wanahisa walio wengi. Kwayo ni muhimu kuhakikisha tunalinda fedha kupitia mifumo hii, kwa kuilinda mifumo yote ambayo tutakuwa tukijiwekea malengo ya kuitekeleza ili tusije tukaleta changamoto itayotutia kwenye hasara ambayo inaepukika. Bodi imedhamiria kujenga benki iliyojikita katika misingi ya tehama na teknolojia ya kisasa kama mbinu na njia mbadala ya kuwafikia watanzania walio wengi. Dhamira yetu ya wa kuwafikia Watanzania wengi haitawezeshwa kwa kufungua matawi au kwenda kwa namna ya kawaida ambavyo benki zimekuwa huko nyuma, la asha dhamira yetu ni kuhakikisha kwamba Watanzania wote kila nyumba kila kaya ina huduma ya benki katika mikono yake. Benki haitatafutwa kwa kutembea, benki haitakuwa mahala pa kwenda tena. Huduma za fedha hazitatafutwa kama sehemu rasmi au sehemu ya gulio. Benki hii itafanya mapinduzi, kuwezesha huduma za kifedha kuwa rahisi, kuwa nafuu kuwa karibu pale ulipo. Kama bodi, tunaamini suluhisho hili linazinduliwa katika muda mwafaka, kwa kuwa tafiti mbalimbali zimeonyesha kuwa matumizi ya masuluhisho ya kidijitali yanaongezeka siku hadi siku. Ukiangalia takwimu zilizotolewa na Benki Kuu, zinaonyesha sasa ni matrilioni ya fedha yanapita katika mifumo ya kidijitali. -jid -jid Ni matumaini yangu kuwa suluhisho hili jipya, mheshimiwa waziri na mgeni wetu rasmi, la Coopesa linalozinduliwa au utakayotupa heshima kuizindua leo, na kauli mbiu ya benki imerahisishwa litakuwa chachu ya kuongeza ushirikishwaji wa kifedha na utasaidia pia kupunguza matumizi ya fedha taslimu, huku ukimpa mtumiaji urahisi na usalema, usalama wa fedha zake.